Ila kukusadiki katika hilo juu ya mama yangu mku sawa, wewe. yes, it's okay. Aliye kudanganya nani? Mchawi lazima awe na macho mekundu? Lakini sio mbaya, endelea kuamini nachokiamini wewe na mimi, acha nifikirie ambacho nakifikiria mimi. Meisha ni la karibu. Asante kipenzi. Vipi, mnaendeleaje hapa? Tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Sawa, so, bana mimi na mimi nimekuja hapa kwenu kipindi unatukia msiba wa ndugu yako. Mimi pia nilipata taarifa bibi yangu ni mgonjwa sana, hivyo ikabidi tu niende kumuuguza bibi. Ndio nimerudi sasa, nikaona nisitulie kabisa, nije kwa hapa. Pole jamani, pole. Asante sana, lakini kuhusu hata, usijali kwa sababu msiba haupangwi na binadamu, hiyo ni mipango ya Mungu. Lakini pia hauji na taarifa, anakuwa ni ghafla tu. Kuhusu hilo atausijari hata hivyo. Kipunje tulikuwa naye mwanzo mwisho, yaani alijitolea sana. Anadhihirisha urafiki wao ni kweli kabisa. Sasa hivi imekuwa kama ndugu, sio urafiki tu. Kwa hiyo hata aya, aliwakilisha vyema. Eh, aya, niseme nashukuru kwa sababu mdogo wangu bwana akipata rafiki na akimpenda mpaka inafurahisha <laughs> Kama wenyewe ameamua kuwa marafiki sioni sababu na sisi kukaa mbali. Naona tu na sisi tuwe karibu, tuwe kama ndugu. Sasa hapo e, ishakuwa kama ndugu, aya. <laughs> <laughs> Bwana vipi Damkunde kwa <laughs> Damkunde sasa hivi ameshakuwa ni mtu wa kiguu na njia, hayupo. Aliniaga hapa, naondoka japo hakuna mtu yoyote anayejua zaidi yangu mimi. Aliniambia nisimwambie mtu yoyote ila, anafuatilia masuala ya kibiriti, maana hataki kabisa kushirikiana na mtu yoyote yeye. Ameamua kuwa kivyake, na mimi sasa hivi nipo kivyangu, na mjomba Dani anisaidia kwenye hilo jambo, ameenda kuangaikia huko hilo jambo kwa sasa hivi. Yani yeye kivyake, sisi kivyetu, ndio hivyo, tunapambana tu. Aisepoleni sana. Na naamini mipango yote ya Mwenyezi Mungu, kila kitu kitakuwa sawa, kila kitu tunamwachia yeye. Aya bwana memena, acha mimi nikuache, mi naenda nyumbani jamani. Ndo haraka hivyo? Unajua, ndo nimefika tu rafiki yangu, kwa hiyo hata kipunje mwenyewe anatamani kukaa na mimi. Aya mwaya, karibu. Aya. Kipipi Nimekwita hapa nataka tuzungumze kistaarabu sana, mimi na wewe, sitaki tugombane. Maana hapa kote hapa unanidhalilisha sana, majirani sijui wananiangaliaje mimi. Sasa nataka nikuulize tu swali la msingi, kitu gani kinachokufanya wewe uhisi mimi natembea na Shakira? Umeona nini, hmm? Nilichokuuliza umenisikia, naomba unijibu mimi ulivyonita hapa nikajua unaniambia mke wangu. Sasa hivi mimi niko tayari kwenda kutoa posa kwa kina Shakila na nishampata mshenga. Unaniita hapa mimi, unaniambia vitu ambavyo sivielewi. Unajua wewe unadharau sana. Wakati wewe unamdharau huyo mchimba chumvi, wenzako mchimba chumvi huyo huyo wanamtamani wakale na nyama huko. Sasa mimi unanidharau mume wako. Sasa sitaki kugombana na wewe, naomba unijibu. <laughs> labda tu cha kukusaidia kama huna hela ya kuweka kwenye barua ya huko kwa kupeleka kupelekwa kina Shakira, mimi hizi hela ambazo zinaniachiaga hapa za matumizi waga situmie zote, zipo na akiba ndani, nikupe uweke kwenye barua ili upewe kina Shakira K Ni kweli Bi Yasmin, hilo zoezi nimesitisha kwa muda, maana kuna mchezo nimechezewa. Muda sio mrefu nimekutana na wewe njiani, nikijua fika ni wewe mwenyewe, nikatoa siri zangu zote. Tulivyoagana ndio nakuja kugundua kwamba haukuwa wewe, bali alikuwa huyo mzee wenu asiyetajwa. Sasa nimegundua mbinu mpya Nitakufahamisha, isipokuwa kwa siku ya leo hautaki kuonekana kwenye mji wako mpaka tufanye hilo jambo. Karibu ndani, mwanaume. Yeah. Ah. Anazungumza nao, nazungumza, na nazungumza? Pumbavu wewe. Mbwembwe, asante.

Asaizi mjomba, sasa saizi tu hivi, nyie mnataka kunipanda kichwani, si ndio? i mbona mnanichanganya eh? hasa wewe, mkubwa, mi nakutegemea wewe. kii mnachanganya kabisa. Kile ni kitu cha vikao, tukae wote eh. tuweke mambo sawa. Unapita huko, mtakia huko, mpita juu eh? Wewe mama Hai, wapi huko unatoka, mjomba ili swala anarudia tena kuongea. So kama nikitoka pale nyumbani huwa anakuja kuzurura bure. Hata mimi naumiza kichwa. Jinsi gani kutatua hili jambo? Hata hao wanajeshi wenyewe wakifika vitani wanagawa na majukumu. Wepita huku, wepita huku. Inapatikana jambo kamili hili. Haya, niambie mkuti. Uko kwenye jeshi gani la nchi wewe? Tugwa mabomu. Mabomu, eh? Sema bomu nitakulipukia huko ulipoenda umepata nini wewe, mjomba? Kumbe nilienda kwa mtaalamu, lakini nimefika kule nimeambiwa mtaalamu ametoka. Mzura, chikuta hakuna sasa sisi uliye tuacha nyumbani ndojuu tuna akili timanga tu. Tumekwenda na mtaalamu tumemkuta yeye ametuambia tuna subira. Eh? Haya, wewe, huyo huko ulipoenda yuko wapi ndugu yako? upo na yapo nanyewe uko mlikoenda mliko mkuta mtaalamu kandamwe na subira yuko wapi? au yuko nyumbani mmemfungia? zinakupanda zinaanza kupanda kunde, nitakufinya nitakufinya kabisa hapa hapa barabarani. ingi hey, mdogo wangu yupo, nimemwacha nyumbani. Vipi, kwani kuna shida? Ah, kuna shida. Ni sema kuna vipengele vyangu tu mimi. Niliongea naye nikamgusia gusia hivi, si unajua, sema yeye mwenyewe jaka kutulia, danki na dankidanki tu muda wote. Nimefahamiana naye muda mrefu, lakini sijawahi kuvunjia heshima au shi kusikia mimi ninamvunjia mtu yoyote heshima kwenye kijiji? Usitaki nikuvunjie heshima barusa. Una maana gani kunisimamisha mimi kuniongelesha habari za mdogo wangu, kwamba nikifika nyumbani niende nikamwelezee nimekutana na barusa? Nasubiri jibu lake. Ama sina maana mbaya, ujue nimekuelekeza tu vipengele vyangu kamoja. Naelewa kwenye baridi, nisikilize. Kabla hujanisimamisha mimi kuniambia hizo habari, ungetakiwa kujiuliza kwanza. Unavoniona mimi ni kama mdogo wangu au mimi ni muuni kama ulivyokuwa wewe? Mimi ni mtu na ndoa yangu, s unanisimamisha, unaniambea ukuuzi wako. Baruza, tuheshimiane, hitu tuheshimiani. <coughs> Hudada vipi? Yani anajikuta samia apewe heshima yake au ananitaka huyu ya banda ndoto Sawa sa, kama unataka unichanganye kama hao wanavyonichanganya bwana, mimi nitakimbia nitachoka. So kama nakuchanganya, mjomba, wewe ni mkubwa natusimamia sisi, lakini hata mimi pia ni mkubwa nawasimamia wale. Haya, wale akili zimelala, na mimi akili ilale, ufikiri tunafanyaje? Kwa hiyo nyie mkienda kuhangaika huko na mimi nikihangaika huko, nyie mkipata solution huko, sawa, nikipata mimi huku, sawa. Sasa unataka mimi nikae tu muda wote nyumbani, tukae vikao, mawazo yetu ile ni wazo moja. Haya, tunafanya nini sasa mjomba? Sawa, nilikuwa na ndugu zako hapo baada ya kunda kutoka huko, nilikuwa naye hapo, lakini akaja mwenzake akamchukua, aja kaa muda kidogo, amekwenda. Okay, nani aliokuja kumchukua ya rafiki yake Kipunja? Hey, yule mwenzake wote vindimu. Basi sawa mjomba. Acha mimi nimpitie baruza ili tuondoke nyumbani. Haya. Sasa mfike nyumbani kweli. Sawa mjomba. Watu wanaubadili mchana kuwa kiza kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa. Walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yani vituko, sijapata kuona. Wanaitwa mekwa, kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale <tipa> <tipa> <tipa> <tipa> <tipa> ya Nabii Dada, samani. Mambo. Oh, wow! Naitwa Tichajiwe. Sijui mwenzangu, tananta. Jina langu naitwa Shakila. Nilitegemea hiyo, ni lazima jina lako lifanane na wewe. Unajua, toka niji hapo, sije kuona mwanamke mzuri kama wewe. Sorry. Unaishi mtaa gani meza, jina langu sasa hivi napoishi. Dunia ina mambo Haya, sawa. Naishi mtaa wa pili. Mtaa wa pili kuna nyumba nyingi sana, unaweza ukanielezea vizuri ni nikapafahamu? Mbona sikuelewi? Umeniuliza ninapokaa. Ninakuelekea hadi choo ndio ujue kilipo vizuri. Huu mchezo unahitaji asila ipo hivi. Najua na safari zako, na mimi nilivyokusimamisha hapa nahisi kama nitakupotezea muda wako kwa hiyo nilikuwa natamani kukujua kwenu, ili iwe rahisi kukupata. Oh, wow. Unaona, unakwenda kuongea sh kwaba, jina langu, mtaa na nyumba nayokaa waiowao. Naitwa Jiwe Chuma Shigonda Shaga ya wagoloji. Hili siyo pala, hili ni tope la akili, tashindwa na chuma lakini sio maji sana sana, tunatisha ukungu tu umeisha. Ama kweli dunia tujai, tujaimaliza kuna vitu chini uvungu tujaviona watu anu... hivi wewe unajiita mzee usiyetajwa? Kwenye hiki kijiji wako gobe, wewe nani? Eti wewe utaju mimi, leo nakutaja Mzee Chendu. mm -hmm. Ukaniana chero nanenaje? Naam. lambwiso lambwiso lambwe lambu. Kisokolo kwinyo yule leo nilikuwa na kanyonga na uwa, ila tuwe makini, mana hapo ni kama tumekachukoza Kipunje, odi. Habari yako? Salama. Heshima yako. Asante. Nimekuja kumuulizia Baruza, kama upo ndani naomba uniite Baruza. Hapa hayupo, ila kuna muda nilikuja kumpata pale mtaani kwenu nikashuka naye hadi pale maskani, ndo tukaachana pale. Aliniambia narudi mtaani, na mimi ndo nikaona nije huku kwao, nadhani atakuwa kwa nyumbani. Na kwa sasa mimi nimetoka kwenye mizunguko yangu, nikakutana na mjomba, ndo akaniambia kuwa alikuona, naye ndio maana nikaja hapa kwa ajili yake kwao. Kama utamuona, mwambie namtafuta. Hilo really, limeisha. Sawa. Sa, ubaki salama. Karibu. ah, Kindanda, nimekuja hapa kwa jambo moja. Jambo gani? Kama unavyofahamu wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana, hivyo nikaona itakuwa sio vizuri kama sijaja kupa taarifa. Mm -hmm. kama unavyojua umri unazidi kwenda, hivyo nahitaji, oh. kuoa. jambo la heshima, rafiki yangu, kwa hiyo pointi yako kubwa ilikuwa ni nini? Sasa ndugu yangu, kama unavyofahamu, kwenye maswala ya ndoa inahitajika vitu vingi sana, na process ya kwanza inahitajika kupelekwa barua. Na wewe ni rafiki yangu, kama unavyofahamu, nikaona sio vibaya wewe pia uwe mshinga wangu. Ah, Maseke, subiri nikwambie kitu kimoja. Unajua vijana wengi sana wanashindwa kuingia kwenye maisha ya ndoa, wakiamini ndoa ni mzigo wa lawama, kumbe haiko hivyo kama wengi wanavyofikiria. Hilo jambo mimi nimeshalipokea. Lakini je, ni binti gani ambaye anahitaji kumuoa hapa kijijini? Binti ambaye nahitaji kumuoa hatoki mbali na hapa, anatoka katika familia Mzee Faruku. Ah, Mzee Faruku bondeni? Hapa hapana, cha huyu ni Mzee Faruku mkubwa wa juu kule. Mzee Faruku mimi namfahamu. Mzee Faruku ana watoto watatu, wawili ambao wako mjini na huyu ambaye tuko hapa naye kijijini. Sasa sijajua wewe ni wa mjini ama wa hapa tunayo ambaye tuko naye kijijini. Aha, kindanda wa hapa hapa kijijini, ina maana huyu Adela haswa. Kwa Adela mimi, mi sina shaka naye yote, ni binti ambaye hana mambo mengi. Sijui wewe rafiki yangu Maseke umepanga lini mimi nipeleke hiyo barua. Kwa upande wangu mimi nipo tayari, hivyo mimi nakusikiliza wewe tu. Basa kama unanisikiliza mimi. Mi kwanza leo niko free, kesho kesho kutwa, wewe tu wepesi wako, ukiwa tayari njoo, mimi nitaipeleka. Basi sawa, ndugu yangu, nimekuelewa vyema. Mi ngoja nilifanyie kazi na hivyo nitakurudisha majibu hivi punde. Hakuna shida, utakapokuwa tayari utakuja nyumbani, mimi nitakukuta. Basi sawa, ndugu yangu, mimi nakushukuru sana kwa. Wow, sababu sikutegemea swala kama utalibeba hivi. Hmm, hakuna shida, ndugu yangu, mimi nakuacha ndugu yangu. Sawa, karibu sana ah, shukrani Nyi vipi? Mnaweza mkaniambia uko nyuma mmetoka kufanya nini, Kiepe? Mimi nawe situliongea kiume na ukizingatia, nyinyi wawili ni jinsia mbili tofauti. Imekuwaje? Ba mdogo, mimi niliona mdudu anaelekea hivi, ndo nikaenda kumwita Kiepe aje kumuua. Wewe nikaona upo ndani umelala, nisikuamshe nitakusumbua. hey, hey, ba mdogo, yani kulikuwa na mdudu mkubwa umeona? Sasa mimi kama ameniita, Siwa chapuchapu nikakimbia, nikawa nimemnyonga huyo mdudu, akapoteza uhai. Ah, naweza mkaenda kunionesha huo mdudu pale Iba mdogo na we tena, hata mi kweli mdodo nimwone kweli? Afu tena kweli nimwache huyo? Tumemnyonga wote wawii, tumeshirikiana, nikamtupa kwenye tundu la choo. E, kweli kamtia shimoni kwa choo? Mnacheza na akili yangu si ndio? Hamna ba mdogo lakini <laughs> siwa ndo alionilazimisha mimi kama kweli dunia tujaimaliza kuna vitu chini ya uvungu tujaviona watu wanaobadili mchana kuwa kiza maubaya wa mwachi Mungu wanalipiza mtazame. Hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko, sijapata kuona. Wanaitwa mekwa. Mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza ge hukanyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa. Ah, uh, uh, uh, uh. Kumbe kuna siri nzito sana. Ah, uh.